Watazamaji wa Nuru Online TV, hii ni kwaya ya muungano, kwaya ambayo imeundwa na kwaya zinazoimba katika kanisa kuu jimbo katoliki ya Kigoma, parokia Bikira Maria mshindaji. Basi, kama tulivyoona toka mwanzo wa adhimisho la sadaka misa takatifu, tumekuwa pamoja, ambapo mwadhimishi mkuu alikuwa mwasha Baba Askofu Josefu Mlola, na leo tumesikia ujumbe mkubwa sana kwamba tusiogope hatuishi peke yetu, ni katika kutoa salamu zake za Noeli kwa mwaka 2025 salamu ambazo zimetolewa kitaifa, ambapo kwamba adhimisho la sadaka misa takatifu limefanyika leo 25 5. So, kitaifa katika jimbo Katoliki la Kigoma kwa kweli ilikuwa shangwe, furaha na amani. Tumekuwa na kurugenzi ya mawasiliano toka baraza Ramasko, Futeke, Ambako, mbali mbali, la maskofu teki Tanzania ambapo wamechukua taarifa mbalimbali na tafakari mbalimbali mbali kuweke katika kumbukumbu zao. Hivyo basi tuendelee kufuatilia matukio hayo katika vyombo uh, vyetu vya habari vya kanisa sambamba na radio Maria radio Kuzera. Usisahau Nuru Online TV kule katika mfumo wa YouTube utapata matukio yote. Tunawapenda sana watazamaji wetu, na Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo yeah!